Naitwa Dr. Richard Muyungi, ni mjumbe maalum ma, na mshauri wa mashauri wa rais kwenye masuala ya mabadiliko ya tabia nchi na mazingira. Na kwa muktadha huu, mimi pia ndiye mwenyekiti wa Afrika wa wataalamu eh, na mabarozi wanaosimamia masuala ya mabadiliko ya tabia nchi eh, tumekuwa na mwendelezo wa mikutano eh, hapa nchini na tunashukuru sana eh, kwa mwaka huu kwa sababu Mheshimiwa Rais ametoa fursa kwa Tanzania kuwa mwenyekiti wa kamati hii ambayo ni muhimu kwa Afrika na mimi ndio naisimamia. Kwa hiyo, wiki hii nzima tumekuwa na mikutano mbalimbali kwa ajili ya maandalizi ya mkutano mkubwa ujao e, tunaita COP, Conference of the Parties, ni mkutano wa thelathini wa nchi wanachama wa mabadiliko e, mkataba wa mabadiliko ya tabia nchi. Leo tuna mkutano muhimu sana. Leo tuna mkutano wa vijana wote kutoka barani Afrika wanakutana hapa kwa maandalizi hayo. Kama unavyofahamu eh, Afrika vijana ndio tegemeo la bara yetu, asilimia eh, sabini ya wakazi wa Afrika eh, takriban wana miaka chini ya thelathini, maanake ni vijana, na vijana hawa ndio pia wanaathiriwa na mabadiliko ya tabianchi. Ukiangalia katika takwimu tulizonazo eh, asilimia sabini mpaka themanini ya athari zitokanazo na masuala ya eh, afya yanawahusu hasa vijana. Kwa hiyo mabadiliko ya tabia nchi yanaposababisha changamoto kwenye afya eh, kwenye chakula eh, kwenye mifumo wanaoathirika zaidi ni vijana, na kwa hiyo eh, tumeweka utaratibu na kwa mara ya kwanza Tanzania ndio imeweka utaratibu chini ya mheshimiwa rais eh, kwamba vijana sasa wapewe kipaumbele kwa sababu ndio wanaathirika, na lazima watambue eh, athari zinazowagusa, na lazima watoe eh, mwongozo kwa sisi watendaji ni vitu gani wanavitaka. Kwa hiyo kikao hiki ni mahususi kuwasikiliza vijana, kutugaidi sisi ambao tutaenda kusimamia jambo hili, kutuambia wanachotarajia kutoka kwa sisi ambao tunafanya hizi negotiations na wanachotarajia kwa niaba ya bara la Afrika tukifanye kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mstakabali wao wa baadaye wa hauathiriwi na mabadiliko ya tabia nchi. Naitwa Sara Fima, ni mkurugenzi wa asasi ya kiraia inaitwa Udepo, inajishughulisha na utu na, na, na mazingira. Tuko hapa leo katika uh, workshop ya vijana wa Afrika kuhusu masuala ya mabadiliko ya tabia nchi uh, na tuko hapa chini ya kundi kubwa la wataalamu wa mabadiliko ya tabia nchi Afrika ambao kwa sasa hivi wenyekiti unaongozwa na Daktari Richard Moyongi. Mimi kama sala pia ni mmoja katika wataalamu hao ambao wanaongoza kundi la vijana na wanawake na jinsia na, na leo tuko hapa na makundi mbalimbali kutoka uh, Afrika na nchi mbalimbali katika mkutano huo. Tunaona kabisa mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri Uh, watu wote lakini kuna makundi maalum kama vijana, wanawake, na wazee na watoto wanaathirika sana, na sisi kama vijana uh, tumeweza kukutanika na kusema matakwa yetu katika mkutano wa mabadiliko ya tabianchi wa thelathini utakaofanyika Brazil, Belem, na moja matakwa yetu, kwa sababu hili kundi la vijana ni kundi ambalo linaweza likaleta mabadiliko, kwa hiyo mabadiliko makubwa yatatokana na vijana kwanza, uh, population kubwa ya Afrika ni vijana lakini pia Afrika kwa takwimu inachangia asilimia nne tu katika uh, kutoa greenhouse, uh, emission, lakini ndio sisi athari nyingi inakuja Afrika. Kwa hiyo uh, kundi hili la vijana kwa ujumla pia tunadai kuha uh, tunahitaji uh, uwakilishi wa Afrika kwa vijana utenganishwe, uwe wenyewe unajitegemea, yaani usiwekwe uh, ndani ya makundi mengine. Jina langu ni Abichebet, natoka Kenya. Mimi ni kiongozi wa Organization, Kenya. Kazi yetu ni kutengeneza clean energy cooking stoves, ama jiko zile ambazo zinatusaidia tupunguze kiwango cha kuni ambacho kinatumiwa kutoka kutokana na kukata miti kutoka kwenye different forests. Tuko hapa ili tuweze kujadiliana mambo ambayo kila mtu anafanya katika nchi zao tofauti Tanzania nchi zingine zote zenye ziko um, ziko hapa. Kwa hivyo imekuwa ni um, kiwango ambapo tunaweza kujadiliana ni nini mwenzetu anafanya nini, mwingine anafanya, tuweze kuona um, mahali ambapo tunaweza kujumu, kujumuika pamoja, tunaweza kusaidiana. Ndio nikitoka hapa kuna mmoja ambaye ataweza kuongeza kila ambacho tunafanya Kenya na pia mimi nikirudi Kenya niweze kuongeza kile ambacho mtu mwingine anafanya Tanzania My name is Ibrahim Khalil Osman I am a climate communications expert from Ghana We've gathered here in Tanzania to have a pre-COP workshop where we are looking at some of the strategic issues affecting the continent as Africa and how we are going to position all these challenges